Tuko hapa kwa ajili ya utiaji wa saini kati ya benki ya NBC na TAFINA, ambayo TAFINA ni Tanzania Fintech Association. Naitwa Elvis Ndunguru, mkurugenzi um, wa biashara toka benki NBC. Leo tupo hapa kutia sahihi eh, ushirikiano kati ya benki ya NBC na TAFINA. Kama unavyojua, TAFINA ni mwamvuli wa mashirika au kampuni zote zinazotoa teknolojia ya fedha kwa hiyo ushirikiano huu ni muhimu sana kwetu sisi na kwa sekta ya benki kwa ujumla. Sasa sisi kama NBC kwanza ndio benki ya kwanza kuingia kwenye eh, partnership hii na TAFINA na hii inaonyesha dhamira yetu ya dhati katika kukuza teknolojia ya fedha pamoja na kuongeza ujumuishaji uh, wa huduma za kifedha hapa nchini. Tunaamini kwamba teknolojia ndo njia pekee kwa sasa kuweza kumfikia kila mmoja katika ujumuishi huu wa sekta ya kifedha sasa. Kwetu sisi tumeona kuna faida mbalimbali mbali ya mashirikiano na TAFINA, ndio maana kwetu sisi hili ni jambo kubwa sana. Kwanza sisi kuboresha huduma za kifedha a, kwa taasisi hizi zinazotoa za teknolojia ya fedha, kwa maana ya kwamba tutaweza kushirikiana e, pale ambapo zinahitaji huduma e, yoyote ya kifedha ambayo inaendana na misingi ya biashara hii ya kwao, tutaweza kutoa masuluhisho ya karibu zaidi na ambayo yatakuwa ya kipekee kwao, kitu ambacho eh, tunakikosa sokoni kwa sasa. Lakini upande wa pili tunaelewa kwamba TAFINA eh, imesajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania, kwe kwetu sisi tunaona kuna eh, inaleta uaminifu mkubwa katika uendeshaji eh, upande wa kufuata taratibu na sheria za kibenki. Kwa hiyo leo tuna furaha kubwa uh, kutia sahihi, na tutaendelea kushirikiana na makampuni mengine yanayotoa teknolojia ya kifedha. Tunaona kwamba hii ndio future ya benki pamoja na uchumi wetu. Kwa hiyo uh, baada ya kusema hayo uh, niwakaribishe tena uh, karibuni sana NBC, benki ya taifa ya biashara daima, karibu nawe, karibu nawe. Asanteni sana NBC, daima karibu nawe.